Very good. Uchunguzi wa maiti ya Sheryl Achieng', msichana aliyepigwa risasi na afisa wa polisi mtaani Huruma hapa jijini Nairobi umebaini alifariki kutokana na majeraha ya risasi kichwani. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Franklin Wallah, wasiwasi umeibuka baada ya kubainika kwamba risasi iliyomuua Sheryl haikupatikana na haijulikani iliko. Baada ya saa mbili Daktari Grace Midigo alithibitisha Sheryl Achieng' msichana wa umri wa miaka 21, alikufa kutokana na majeraha ya risasi kichwani. Risasi hiyo ilipasua viungo muhimu vya kichwa. Kinachostaajabisha ni kuwa risasi yenyewe haikupatikana, na kufika sasa haijulikani iliko. Familia yake ina wasiwasi kuhusu mwelekeo wa uchunguzi wa kumtambua afisa wa polisi aliyemuua pamoja na bunduki iliyotumika.

Hofu yao ni kuwa kuna uwezekano wa njama ya polisi kuficha ushahidi na kuvuruga uchunguzi. Sasa jamaa za Sheryl na washikadau wengine wanataka swala hili kuchunguzwa kwa kina. Tumeomba tu ni justice ya Sheryl haki yake. Yule Sheryl bado alikuwa mtoto mdogo. Bado alikuwa mtoto mchanga. Sasa ni haki yake tu ndio tunataka. Personal responsibility must be brought.

Sheril alipigwa risasi Jumamosi jioni kwenye vurugu iliyohusisha polisi na vijana mtaani Huruma, Nairobi. Kwenye vurumai hiyo, polisi mmoja aliyejihami alifyatua risasi na kumuua Sheril ambaye alikuwa kwenye shughuli za kumsaidia mamake kutafuta riziki katika kibanda cha kuuza samaki. Mamlaka ya IPOA ni miongoni mwa asasi zinazochunguza kisa hiki. Franklin Wala, runinga ya Citizen. Naam, tunapata mapumziko mafupi lakini usen